kwa maumbiri na shindwa manzaamaumbiri aaeangbugawanb Sawa, haya oja nianze na, na, na mambo ya Kalonzo Musyoka. Kuna mbunge wa ametoka hapa huyu alikuwa nasemamboaanua ameongea vizuri, akasema Mudavadi alikuwa vice president hakupata kitu

Sasa so, wale mnaongelea hapo ya barabara ya Chiguru. Muangalie utoko kwenu. Kuna saa hii mahali watoto hata waendi shule. Na kuyatoka miaka ishirini na nne. Na wako tu. Waje kwa Chiguru wanaenda shule. Sasa so, tunapoongea hapo ya siasa na wengine tuangalie ile maendeleo bado iko kwa wale wengine na huko Chiguru bado. Nikiongea hapo ya ile Kalonzo oh, nikimalizia. Kalonzo ile kitu alituangusha nayo ni kidogo sana. Ruto alimuuliza, alimwambia ni miaka hamsini umekaa kwa serikali yeye. <coughs> keshawake kajaribu kujibu yroa hivi agojehiv akujibu anasema si hamsini oti. Ruto kesha wake akamuuliza, au jamaa amejaribu kunijibu, anasema si hamsini oti, akamuuliza oti kwani siku mbili

Ruto mahesabu yake amechora kabisa kwenye 2022 alikuja na bottom up economic akasema, asra dynasty, mama mboga, watu wa bodaboda. Saa hii Ruto anaendelea kutengeneza njia ya kuingia kambini ya 2027 hii mambo ya Singapore ni ya jeda na leta, mambo ya mama mboga stori, okay, imeisha. Mambo ya huko si bodaboda imeisha, mambo ya asra hakuna mzigoje hiyo

kazi ya maana ni kumwona nyuma ya Kalonzo kila wakati. Usia ni Kalonzo, wakienda mgoma ni Kalonzo, wakienda mwinge ni Kalonzo. Lakini vile mwanajipanga huyu, mawaze mnamuona vile hivo, atapita hapo tena, atapita kama Ruto tu